Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe sana. Naitwa Jucktan Semba Eronje, ni mtumishi wa Mungu. Nimeokoka na nampenda Yesu, anamtumikia Mungu kutoka Shinyanga, Tanzania. Ningependa tu kukueleza kuwa Mungu ambaye tunaye aliyetupenda, aliyetuokoa tangu awali, anatupenda sana hasa kundi hili muhimu ambalo ni vijana. Ndio maana watumishi wote wa Mungu nao wafahamu kuanzia mitume, manabii, hata Yesu Kristo mwenyewe, ameanza kutumiwa akiwa bado kijana. Na ndio maana Biblia imetueleza kuwa tuna nguvu. Biblia inataja kwamba ametupenda sisi na atatutumia sisi kwa sababu tuna nguvu. Kwa hivyo, niko hapa kukutia moyo, hasa kundi hili muhimu ambalo lipo kanisani la vijana, ya kwamba Mungu yupo kukuhudumia pamoja na madhaifu yako yote, kwa sababu neno la Mungu linasema ya kuwa mahali ambapo ambapo ulipo na na udhaifu, ndipo ambapo nguvu za Mungu zinapoonekana. Na mimi niko hapa kukudhihirishia kuwa udhaifu wote ambao unaweza kuwa unauona kwenye maisha yako, kwenye ujana, ambao nao wote ule ambao unatafsirika Nikuambie usikupe unyonge kwa maana huo upo ili nguvu za Mungu zidhihirike kwako. Kwa hiyo jisikie fahari pale unaposogea mbele za Mungu, unapohisi kwamba una udhaifu, kwa maana nguvu za Mungu zinadhihirika penye udhaifu. Sasa basi, nitaenda kukuhudumia kupitia YouTube channel yetu ambayo tunaenda kuifungua na ina majina mazuri ambayo tumeyaweka pale, yanasomeka kama Jucktan, Semba Eronje, ni majina yangu of course, lakini ndio majina ya YouTube channel yetu. Tunaenda kuifungua muda sio mrefu na sasa, ninategemea ya kuwa wewe utakuwa mmoja wapo ya watu ambao watafuata channel hii, watasubscribe, watalike, watacomment na vitu kama hivyo, na kwa kufanya hivyo utaweza kusapoti kazi ya Mungu, lakini pia kupokea madini haya muhimu kutoka katika kichwa kilichookolewa na Mungu kwa ajili ya kazi muhimu. Thank you so much.